Kwenye Yeremia 23:18 anasema: maana ni nani aliyesimama katika baraza la Bwana hata akalifahamu neno lake, na kulisikia? Ni nani aliyeritia moyoni neno langu, na kulisikia? Bwana Yesu asifiwe. ya kuweza kumtafuta Bwana kwenye maisha yako, kabla haujapanda kwenye madhabahu na kuhubiri hakikisha ya kwamba unalo neno sahihi linalotoka kwa Bwana sababu atajibu kulingana na neno lake aloli ya kisheria, na hata jibu kwa sababu wewe umetaka au umeomba. Atajibu pale ambapo Bwana amekutuma na ujumbe sahihi, atakapo uangalia huo, lazima utake mobili, atapokea uzima. lazima utake mwombe, atapokea uponyaji, lazima utakae mpa neema ya neno la wokovu, atapokea wokovu. Tumekuwa watu ambao tukitafuta maono tukitafuta kutafuta maneno ambayo hayana hata uhakika ya kwamba Bwana amesema na kumbe Bwana hajasema. Tumekuwa watu ambao tukitafuta vitu kutoka kwa Bwana ambavyo kwamba ni vya uhakika, kumbe Bwana anasema si kama Bwana hajakutuma rudi magotini. Kama Bwana hajakutuma rudi ukamtafute. Kama Bwana hajakutuma rudi tena, itafute njia ya Bwana, tafuta baraza la Bwana, nenda ukakae kwenye chumba cha maombe, uwe na ujumbe sawasawa. Na ndio maana tuna watu makanisani hawaponi, tuna watu makanisani bado hawavuki, kwa sababu ya sisi watumishi ambao hatuna uhakika na vitu tunavyowapa, hatuna uhakika na maneno tunaowahubiria watu, tuna kalili mistari ya Biblia tunakalili maneno mbalimbali na kumbe sio yanayotoka mbele za Bwana. Bwana anamwambia Yeremia, nenda ukawambie, ni nani aliyekaa kwenye baraza yangu nikamsikizisha maneno yangu? Anataka apate kuona mtu ambaye anakaa kwenye baraza ya kwake anasikiliza maneno ya Mungu, ndipo atakuwa na uhakika na utumishi wake, ndipo atakuwa na uhakika kwenye ujumbe anaopatia katika jina la Yesu. Ukifanya namna hii, Bwana atakuinua katika jina la Yesu. Ukifanya namna hii, Bwana atakupa kibali mahali popote utakapofika, Bwana ataonekana, matendo ya miujiza yataonekana. Na ndio maana matendo ya miujiza yamepotea, kwa sababu watu hawana uhakika na kile wanachosimama nacho. Bwana akusaidie kuanzia leo, ili upate kumjua Bwana alivyo, ili upate kujua ujumbe wa Bwana ulivyo, ili upate kumlingana Bwana kama na wetaji na kusahili Kanda Yesu mwenyewe alikuwa na nidhamu na utaratibu, alikuwa na nidhamu na utaratibu wa kuketi magotini pa Bwana, alikuwa na utaratibu wa kumfuata Bwana, alikuwa na utaratibu wa kwenda katika madhabahu, anakwenda na kutazama Bwana anasema nini, ndipo anaenda kuhubiria makutano. Hakuwa anafanya miujiza bila kumwona Bwana, alikuwa anamwona Bwana kwanza, ndipo anaenda kufanya ameujiza ndipo anaenda kuhubiri kwa makutano. Sikiliza kitabu cha <coughs> Luka asema, Luka ishirini na moja mstari wa thelathini na saba, nao Mungu nasema, basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni na usiku huenda kulala katika mlima uitwa wa mizeituni. hmm na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza Bwana. Yesu asifiwe. Atakujua jambo moja hapa, na Mungu linasema basi kila mchana Yesu alikuwa akifundisha hekaluni na usiku huenda kulala katika mlima uitwa wa mizeituni. Okay. Yesu anapoenda katika mlima wa mizeituni Sio kwamba anaenda kulala. Kuna jambo nataka ulijue hapa, ukisoma kitabu hiki ki sura ya ishirini na mbili, ukisoma sura ya ishirini na mbili, oh, ukisoma sura ya ishirini na mbili mstari ule wa thelathini na tisa, ishirini na mbili mstari wa thelathini na tisa, ndio Mungu anasema, akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake, wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Mstari arobaini anasemaje? Anasema alipofika mahali pale, aliwaambia ombeni kwamba msingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. rababoshana rabasaka. Yesu alikuwa na nidhamu. Kila siku za mchana yupo hekaruni kila siku za mchana anafanya kazi ya Mungu, kila siku za mchana yuko kwa ajili ya kuwahubiria watu na kuachilia uponyaji. Kuna mwingine anasema kanisani kule kule ninapata nafasi ya kuoma. Sikiliza, kuna wakati wa kukaa barazani kwa Mungu peke yako, ili umtafute Mungu, alafu akwambie ukafanya nini hekaluni. Sio unashinda hekaluni, unasema hapa nimeshaomba. Hapana, ni wakati ambao unapokuwa hekaluni Mungu anatamani aone kuna matendo yanafanyika ya miujiza. Lakini wakati ambao lazima unatakiwa utenge, ni wakati mwingine kabisa wa kumtafuta Bwana Yesu. Kila usiku anapo unapofika anaenda kwenye milima ya mizeituni. Katika ile milima nao Mungu linasema alikuwa akilala kule, lakini kwenye uharisia wa neno wa Mungu alikuwa akienda na kumtafuta Mungu wake, ya kwamba umenipa kazi hii ninapofika mchana, ninaifanya kazi ya kwako, nimpe nguvu za kutosha kuwahudumia watu. Ndipo Mungu anaposhuka anampa mafunuo, anampa uweza, anampa hekima, anampa namna ya kuzungumza na watu, anampa na nguvu za uponyaji. O, tafuta mlima wa kwako kaombe. Acha kulala makanisani bila kuomba. Wewe kila siku ni kuhubilia tu watu, hakuna hata siku moja Kaa katika baraza ya Bwana na kumtafuta. Tafuta mlima wa kwako uombe. Utakapotoka kwenye huo mlima, utapokea neno sahihi kutoka kwa Bwana litakalowafaa watu wake siku zote, litakalowasaidia watu wake siku zote. Utakapo utapata ujumbe wa kumpendeza Bwana kwenye maisha ya watu wake. Haleluya, haleluya. Katika jina la Bwana, utakapofanya namna hiyo Bwana atakuimarisha kwenye utumishi wako katika jina la Yesu, na Mungu akupe neema ya kustawi na kuinuka. Ukiwa na nidhamu ya namna hii, utamwona Bwana akikusaidia, utamwona Bwana akikusimamia, utamwona Bwana akikupa neema, utamwona Bwana akikutetea, utamwona Bwana kwenye utumishi wako. Hautodharauliwa kamwe, bado utakuwa ni mtu wa kuheshimiwa kwa sababu Bwana yuko ndani ya kwako. Watumishi wengi tumekuwa wa wengi tumekuwa wa kutukanwa, wengi tumekuwa wa kusema vibaya. Sikiliza, nenda magotini pa Bwana, nenda katika magoti pa Bwana, kamtafute Bwana peke yako, ukamwambie Bwana, nimekuja kwa ajili ya ujumbe wako, natamani nipate utakaowasaidia watu wako.